Imefanya mashambulizi mengine dhidi ya Israeli, huku televisheni ya taifa ya nchi hiyo ikisema kuwa imeanzisha mashambulizi makubwa ya ndege si zisizo na rubani. Milipuko mikubwa imesikika katikati mwa Israeli. Video iliyothibitishwa na shirika la utangazaji la Uingereza BBC pia imeonyesha moto ukiwaka karibu na kiwanda cha kusafisha mafuta cha Haifa nchini Israeli kufuatia makombora yaliyorushwa kutoka Iran usiku wa kuamkia Jumapili hii. Mapema siku runinga ya taifa ya Iran ilisema zaidi ya makombora mia moja yaliyorushwa Israeli, yakilenga Haifa na Tel Aviv huku watu, watu watatu wakifariki dunia baada ya Iran kushambulia eneo la Batiam, pwani ya Israeli. Kulingana na huduma za dharura za Israeli, waliofariki ni mwanamke mwenye umri wa miaka 69, mwanamke mwenye umri wa miaka 80 na mtoto wa miaka kumi wameuawa huko Batiam.